Changamoto ya kwanza ilianza pale tulipolazimika kufanya kazi mikoa tofauti, mimi nikiwa Dodoma, yeye akiwa mbali. Nilijipa moyo nikisema ni jambo la muda, nikasema kazi ni kazi, tutavumilia, tutapanga, tutapata suluhisho. Nilijua ndoa inahitaji subira, nilijua umbali siyo mwisho wa mapenzi kama watu wawili wanania moja. Lakini taratibu nikaanza kuona ndoa ya mbali siyo mchezo, siyo rahisi Sio kila mtu anaweza. Kila tulipokaa kuzungumza kuhusu kuishi pamoja, mazungumzo yaligeuka ugomvi. Nilipendekeza njia hii, alikataa, nikapendekeza ile, alikataa. Kila solution ilikuwa inaonekana mzuri upande wangu, lakini kwake kulikuwa na kisingizio kipya: kazi yake, mazingira, familia, muda. Kila kitu kilikuwa kikwazo. Nilianza kuchoka, sio kwa sababu ya umbali pekee bali kwa sababu ya msimamo wake. Alikuwa hataki kabisa kubadilika, lakini hakuniambia wazi kwa nini. Nilijikuta nikihangaika peke yangu kutafuta njia ya kuiokoa ndoa, nikihesabu gharama za usafiri, nikipanga likizo, nikikata tiketi, nikivumilia miezi inapita bila kumuona mke wangu. Unajua maumivu ya kumuona mke wako kwenye simu tu? Unajua uchungu wa kulala peke yako wakati una ndoa halali?